Jeshi la Marekani limeharibu kwa mabomu manowari ya magendo iliyokuwa ikielekea Marekani kupitia njia maarufu ya kusafirisha dawa za kulevya katika Bahari ya Caribbean. Tukio hilo limetangazwa na Rais wa Marekani, Donald Trump jana Jumamosi Oktoba 18, mwaka 2025. Trump aliandika, ilikuwa heshima kubwa kwangu kuharibu manowari kubwa ya kubeba dawa za kulevya iliyokuwa ikielekea Marekani kupitia njia inayojulikana ya usafirishaji wa dawa hizo. Kwa mujibu wa taarifa za upelelezi wa Marekani, chombo hicho kilikuwa kimebeba kiasi kikubwa cha dawa, na Trump alisema kuwa kama manowari hiyo ingezama na kufika ufukweni mwa Marekani, dawa hizo zingeweza kusababisha vifo vya takribani watu 2025. Rais huyo alieleza kuwa watu wawili waliuawa katika shambulio hilo huku wengine wawili wakiokolewa wakiwa hai na wanajeshi wa Marekani kupitia operesheni ya helikopta. Walionusurika ni raia wa Ecuador na Colombia ambao wamerejeshwa makwao kwa ajili ya kuzuiliwa na kufikishwa mahakamani. Trump alisema wawili kati ya magaidi hao waliuawa na wawili waliobaki wanarejeshwa katika nchi zao za asili, Ecuador na Colombia kwa ajili ya kuzuiliwa na kufikishwa mbele ya sheria. Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon, imetoa video kupitia mtandao wa X ambayo ni Twitter zamani, inayoonyesha manuari hiyo ikielea juu ya maji, huku sehemu yake ya mbele ikiwa imezama kidogo, kabla ya milipuko mikubwa kulipuka kwenye sehemu ya nyuma ya e chombo hicho. Kwa mujibu wa Pentagon, shambulio hilo lilifanyika siku ya Alhamisi na ni moja ya mashambulizi sita yaliyofanywa na Marekani dhidi ya manowari zinazoshukiwa kubeba dawa za kulevya katika eneo la Karibiani tangu mwezi Septemba. Trump alisisitiza kuwa Marekani ipo katika vita halisi dhidi ya magaidi wa dawa za kulevya na kwamba hataruhusu magenge hayo kutishia usalama wa taifa. Alisema, chini ya uongozi wangu, Marekani haitavumilia magaidi wa dawa za kulevya kusafirisha dawa haramu iwe kwa nchi kavu au kwa bahari. Rais huyo ametetea mashambulizi hayo akisema kuwa yanafanywa kwa kutumia mamlaka za kisheria ya vita dhidi ya ugaidi yaliyotumika katika utawala wa rais wa zamani George W Bush baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Mamlaka hayo yanaruhusu serikali kushambulia, kuwakamata au kuwazuia watu wanaochukuliwa kuwa maadui wa vita wakiwemo viongozi wa magenge ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Dubai sasa, Kitonga safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM, ni kwa bidhaa za toi, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Stakago, simba wa bahari.